Watu wengi wamekuwa wakitangamkiwa na changamoto ya bawasiri na hawajui namna ya kuondokana na changamoto hiyo. Wamekuwa wakitumia dawa nyingi, wamekuwa wakifanya operation, lakini changamoto ya bawasiri imekuwa ikirudi pale pale. Sasa hapa nikwambie, kuna vitu vichache unavyotakiwa kuzingatia. Ni kwamba unapokuwa unatibu changamoto ya bawasiri unatakiwa ya kutibu uh, mishipa inayopatikana kwenye njia ya haja kubwa, zile veni zinazopatikana kwenye njia ya haja kubwa, hizo ndo zikipata presha yote huwa zinapasuka, huwa zinatereza na zinasababisha chocha damu, inasababisha uvimbe, zinasababisha kupata maumivu makali wakati wa kujisaidia. Kwa hiyo unapokimbilia kutumia operation, kutumia dawa za kupuliza, kutumia dawa za kupaka, ndo maana hupati matokeo. Ni kwa nini? Ni kwa sababu bado hujatibu chanzo cha tatizo. Ndo maana ukitumia pailikea inakuwa rahisi sana kuondokana changamoto hiyo, kwa sababu tunaangalia chanzo cha tatizo ambacho ni zile veni zinazopatikana kwenye njia ya haja kubwa. Unahitaji dawa hii? Basi wasiliana na Dr. Jimmy kutoka Mwanza ili